A kikubwa kilichofanyika leo ni kwenda kutoa msaada kwenye kituo cha watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu. A, tulivutiwa sana kufanya hivyo kwa sababu kuna maisha ambayo wale wanaishi tofauti sana na wanavyoishi watu wengine. Kwa hiyo kwenda kutoa msaada ni kwanza uwe na moyo uwe na imani kwamba unachoenda kukifanya unafanya kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya kusaidia wale ambao wanahitaji, wana, wana kwa hiyo ni kama tumekwenda kwa ajili ya kuwasapoti, kwa tunatarajia tuendelee na moyo huo, huo huo. Nafikiri mwaka huu pia au mwakani, naweza pia tukakaa kwa pamoja na tukaweza tena kufanya tukio hilo kubwa kwa ajili ya hizo ni dua za Mwenyezi Mungu, anakubariki pale ambapo umepata kidogo, basi unawapa na wale ambao wanahitaji pia. Mimi kwa majina naitwa Nikodema Sipoli, ni mchezaji wa kwanza. Sawa, ku kufupi zaidi, wewe umeniambia kwamba ndio mtu ambaye ndio

kwenye maisha na nyuma kupitia ambao wamewahi kuishi. Sawa, niko huyo, ni mchezaji ambaye bado yuko katika timu kiangalia, si timu kubwa sana katika mafanikio, ni kuanzia moja kwa moja katika upataji ule ujira. Sasa unaweza kutuambia siri hasa ya mafanikio wewe? Uko timu ndogo, tumeshuhudia wachezaji wengi wako katika timu kubwa, lakini utowaji umekuwa

Aiman alinifuata akawa ni kiongozi akaniomba na akanipa akanipa mawazo ya maana na, na, na mimi sikuwa nyuma sana, nilijaribu kumsupport kadiri ya uwezo. E, tulijaribu kukaa chini tukafikiria tukaona kama jinsi gani tufanye, basi tukakaa tukashauriana, basi ndio kitu kaanachokiona seizi hapa, hapa uwanjani. Yeah, wewe kama kiongozi ambao na walea vijana lakini pia mdau wa soka lipi neno hasa kwa jamii na vijana kuhusiana na kusapoti watu ambao wasiojiweza? Mimi nawashauri vijana kitu kimoja, sasa hivi mpira umekuwa umekuwa ni, ni, ni ajira tofauti na sisi miaka yetu ya nyuma, sisi miaka yetu ya nyuma tulikuwa tunacheza mpira kama kujitolea, lakini leo hii pia ni ajira. Kwa hiyo nachoomba vijana wengi wajitokeze, amani himamakare wa ni mchezaji mmoja mpira mwingine kuja kwenye hii tamasha la metu niko kumsupport kumsapotiwa namna hiyo, kwa namna ambayo tulivyo kama saizi a aona baa la kujumuika meshatota kwenye tukio enee. Nashukuru Mwenyezi Mungu a tunaona, mzee, umefanya tukio ni la kipekee na la kumpendeza Mwenyezi Mungu. ulitamani kushauri mimi, hasa kwa wachezaji kama wachezaji wengine ambao tayari washafanikiwa, unahisi nini, kitu gani mzuri sana? Ah, jambo zuri ni jambo zuri, ni jambo la kujifunza, sio tu hata kwa wachezaji wadogo, maana kila ambacho amekitoa, sio sio kama ni kiasi kikubwa sana, ni kiasi kidogo sana, ni kiasi ambacho ni kizuri, ambacho kwa mtu yoyote anaweza kufanya, na ni jambo zuri

Ame mimi mwenyewe nimemjulia kwenye mpira kama Mwanza ndio ndo mtu ambaye nimjulia kwenye mpira na pia ni mtu ambaye anapenda kusapoti. Unajua, ukishakuwa na mtu ambaye anasapoti, anaona kitu anakisapoti, huyo ni mtu ambaye anaelewa mpira na anaelewa nini maana ya mpira, mpira, mpira, mpira. Kwa hiyo ni mtu ni mtu wa mpira.